Haya, karibuni sana wapenda gossip table, karibuni sana kwenye channel yetu ya 69 Media TV. Of course, hapa tunaombea kwenye gossip table, na hii ni crew nzima ya yeah. Ipipi e, pamoja na adabu pipi uh-huh. Bwana huu mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja eh, na kwa resma uh -huh. Umekuja na vitu vingi sana. Tena sana. Kwanza tumeshuhudia uh -huh. Masta wakubwa wa muziki Tanzania Wewe. au South Africa wamefanya matukio makubwa ya kumpendeza Mungu. Ehe, wamefanya matukio ya kufutarisha watu, wametoa mm. iftar yeah. kabisa masha jamani, hapa nazungumzia Diamond mm. pamoja na yeah. Alikiba yeah. Mm. alianza Diamond mm -hmm. alafu akafuata Alikiba. Kwa hiyo Diamond alifanya jana yake, alafu Alikiba akafanya kesho like. kesho yake Bwana bwana bana, bana, bana! Maneno mekuwa ni mengi sana huko mitandao. Kwanza umepata nafasi ya kula ftari ya Mondi au ya Kiba? Nilipata mimi nafasi, ulikuwa unaingia. Nilipata ya Alikiba ya, hmm, ya ya, ah, ya ya mm. Ulikula fresh mm. yeah. Namshukuru Mungu bwana bwanabwa Unajua yes, sisi mimi na ndugu yangu tunaishi vizuri lakini kwenye masuala ya kula wala tushtuani. Yaani yeye kitoka anatoka tu mwenyewe. Hata kama anapata mwaliko anaingia tu mwenyewe. Mimi anishtui kabisa. Sijapenda. Ah, ah, sijapenda. Hey, sijapenda. Ah, sawa. Ndio kama sio niseme mbele ya watu. Kwa nini usiniambie bwana kama kuna futari? Bwana sasa kwenye hizo iftar kwanza yeah, tuanze na tukio la Diamond pale. Diamond ile ilifanyika pale Superdome Masaki. Mm, Masaki. Na walikuja watu wengi mm. Nyomi nyomi. E, ya, ya ya, kuna watu unaona mimi kuna watu nimekutana nao mazingira ya mtaani, lakini nikaja e, kuona pale kwa Diamond nipata ftari bwana. Diamond katualika, kaandika e, kwenye mtandao wake wa e, jamii kwamba anawalika kila mtu kutokea pale. Vipipi bwana mi nimefika pale nikaona baadhi ya watu wako nje uzuri, kwamba tunajua ni jambo la kufuturisha, ni jambo ambalo linamgusa kila mmoja, lakini baadaye ndio tukaona utaratibu wa watu kuingia ni wa kadi kadi. Tena eh, inakuwaje? Kwa sababu unaposema unafutarisha ndio maana yake unakuwa ni watu wote wanaingia, watu watu wanaingia kufutari e, hata kama kikiwa kidogo lakini ukiwapa onje onje ni suna, yani hata kama mtu kampa chapati moja hata juisi mtu analizika e, sasa bwana mm. Pale ikawa bila bila kalo kwa nje bila bila wanaambiwa watu wamekaa pale wanatoa macho bila bila, bila, bila, bila, bila. Alafu sasa kuna wamama pale wana watoto wadogo ah, ah, walikuja nao watoto zao mwingine mm -hmm. Sasa sisi tukapata nafasi ya kuwauliza wale mama, jamani, kuna shida gani? mbona mmekaa hapa e, e? wingi kama mmeitwa mnasubiria kitu mpewe. kwa sababu inayosadikika Bigi aliingia ndani mapema mm. e, eh, mwenyewe aliingia ndani mm. mapema sana e. kakaribisha wageni na nini uh. kwa sababu kuna watu wakubwa kubwa pale wanakuja masta e. wameingia ndani mapema sana. Sasa wale wamekaa nje hawaelewi, kwenye sisi tufahamu na wenyewe wakawa wanasubiria na wenyewe waitwe Mm. Wakaribishwe, ukiangalia wakaribishwe. Huu ni mwezi jamani, wa Ramadhani, kwa hiyo tunakuwa wakarimu kwa kila mtu. Kila mtu, na haswa kwa sababu wenyewe wanasema, wanasema hizi iftari, ukitaka upate ile kwa Mungu kanijiwe basi tulisho la mabao hawajiwezi, ndio. Na kweli unajua kuna mwingine iftari kwake ni changamoto kama mama yatima, wajane. Sasa watu wakategemea hiki kitatokea bwana. mm -hmm. saa 12. Nasikia kuna watu walifika toka saa kumi, saa moja mpaka muda wa vaga, kufuturu umefika, watu hawajala kitu, saa moja saa mbili saa tatu saa nne, watu wako nje. Sasa ikabidi tuulize, tuuliza wale watu, jamani, mbona mmekaa hapa sasa? Kama ampati mm, eh, huduma yoyote, kuna nini kinaendelea? Ndo kuna mama akaanza kuongea pale, oh, sisi tumekuja hapa sisi wengine tumekuja tu kufuturu na mtoto wetu ndio e. Kwa, kwa kwa mapenzi mapenzi ya dhati, e, ya eh mapenzi washabiki e. Wengine wajawai kukuona e. wanataka wa kuone. E, hata e, unajua hata wanatamani siku wakuone sasa hii. Uh, tusiseme kwake yeye tu peke yake kwa sababu ile jambo ni kubwa maanake linakuwa ni ndio maana likaitwa Wasafi Iftar sio? Yeah. Diamond Iftar, yeah. maana ni la Wasafi wote, hata kama, kama ni kosa basi wao wote wanawajibika ni management nzima, ndio sasa watu bwana wamekaa kuanza kulalamika, jamani sisi ah, mimi kidogo nikasema au labda pengine unajua wasanii pia wana vitu fulani ku ile kutengeneza, mfano Diamond wanafturisha mm -hmm, ama kuna watu wanatuma na watu wengine ambao wapendi maendeleo ya Diamond wakachafua ile jambo mm -hmm. Lakini kwa kati nilikuwa nachunguza pale nikaona hapa, hapana, unaona kabisa ni real stole mm. Yani wale watu walikuwa na uhitaji wa kile kitu Kambaya, mimi nimekuja tu nimuone tufurahi naye tufuturu naye mwezi wa Ramadhani pia pianyekumbukumbu ya maisha yangu bana, nilikuja na mwanangu, hata mwanao akaja kukua kwa mm. maana kuna siku moja mimi na wewe ukiwa mdogo tulikwenda tukafuturu damu na tufuturisha eh. Hey, sasa watu wakaingia ndani Mastatu. Eh ah, hey, wanapita na simu zao. Ina maana hiyo ilikuwa ni iftari kwa ajili ya watu ambao wanajiweza. Mhm. Mm sasa, kama kama na kumbukumbu nzuri before that jamaa bi bigi, mm. Bigi aliweka mkutano wa waandishi wa habari alafu baadaye akaukanseli, kabisa akasema, kumbe ule mkutano wa waandishi wa habari ilikuwa atangaze bidhaa yake sijui atangaze bidhaa yake, lakini sasa baadaye ile ili kufeli, kwahiyo ile iftar akaunganisha na tangazo la bidhaa yake. Sasa mm. pipipi, tuanze tu kwa kwa mfano mfano mdogo. mm. mdogo tuanzia mm hapo. -hmm.

ila kweli, ukiangalia, kuna baadhi ya mastaa ukiwapa sabuni, sabuni hizo wenyewe wanakwambia anatumi atutumii, siwezi mimi kufua. Ukiangalia kweli, mtu anakucha, hapati muda wa kufua, ana mashine yake hasa. Kama sabuni ukimpa, ina maana labda akampatia jirani yake, lakini kama uliwanyima watu futari, ungewapa sabuni.

Dia. Doto magari yeah. Doto ni mtu fani hivyo uko shap sana, akatoka pale kutoka pale akakuta mama amekaa akatoa kibunda. Unajua kwa nini Doto ametoka yale maisha? Wengine wametoka sindo wanajizima data. Kuna ule msemo maskini akipata, e, matako hulia mbwata, ndio hivo. Inamaana yeye Doto ameshajua ana, ana, kitu ambacho amefanya amewishi ame mm. kwamba hata mamangu au mimi mwenyewe nisingekuwa mtu mkubwa, ningekuwepo kwenye listi ya watu waliokuwepo. Si unajua adabu anashapitia. Hey, hey. Mtu, mtu, kwa hiyo lazima ujue ujue, akatoa eh, kibunda, karibu umeshamrudishia mtu nauli yake. Hey. Hey. Hey. Mtu anapanda zake gari chenchi na baki ananua mboga kinyongo, hey, kidogo kinakuwa kimeisha basi bwana, ndo ilikuwa ishu hivyo ya Diamond na watu wamekua wakilalamika sana mitandaoni huko, Diamond kafuturisha matajiri wenzake. Diamond mm -hmm. hajatoa sadaka kwa watu ambao wamefika pale hey. Lakini hayo maneno bwana, sisi tunaachia nyinyi, pia maandike maoni yenu. Iftari ya Diamond ilikuwa vipi? Wasafi iftari ilikuwa vipi? Unaweza kuandika komenti zako, lakini pia haikuishi hapo. Baada ya kufanya huyu huyu akona, ngoja na mimi nilipe Ngoja nilipe kwanza. E. Naye akafanya naye akafanya pili yake, mm. pale pale nyumbani kwake kwenye mm. ofisi zake, ajataka pale pale e. yeah, mm. mm. akaita watu, watu waje kufuturu mm. Sasa bwana, nasadikika ndo wale wale ndo mm. eh, wale wale yani wale wale, unaluka kinyesi unakanyaga mkojo. Yaani ndo tena yale yale, unaweza ukasema mara kumi mm. na ulipoenda jana ulipo, yani, ulipo kuja leo ndo yaleyale sababu so gani? Kwanza utaratibu wenyewe ulikuwa shida, ulikuwa wa kusema kwamba jamani, kwanza ishi wenyewe ilikuwa kimya kimya, achana kimya kimya mm. kitu ambacho mi kilinuma zaidi, unakumbuka mvua ilikuwa inanyesha jana eh. Unaona, alafu eh, ukiangalia mvua ikinyesha na cha matope fulani majimaji, unaona sasa, mm. Imagine adabu umetoka kwako, mm. Unasema ngoja na mimi nikaungane, mm, na Watanzania wenzangu nikafuturu nao. Unafika unaekwa nje ya geti. Alafu gari linapita ambapo gari linapita kuna matope, kuna maji, wewe umekaa pembeni, umeona sasa. Balaa zito. Hmm. Lakini umeenda kusifia umekula. Ah, mi nimekula sikatai nimekula lakini cha kusema tuseme nime, nime pita, pita kwenye comment bwana nikakuta watu wameandika alichokifanya bwana na alichokifanya hiyo ndo yale yale yani huyu kafanya kaalisha watu maarufu yeye pia kaalisha watu maarufu tena wanasema angalau bwana aliita tatoto kuwa uh, uh, na watoto akuwa huyu e, alifanya kama ile. Ndo kuna jamaa mmoja akasema, jamani, hizi ni, ni iftari au pati? Alafu e, kitu chingine nilichokuwa mi nashangaa iftari za jana pale mm, Klaun nilikuwa naona watu kabisa mm, yaani kama wana kadi sijui tiketi hasa, nikaa najiuliza, maana kuna baadhi ya mtangazaji wapale pale simtaji mm, naambia vipi utaratibu hapa, kumbe kuna tiketi, mi nilikuwa sijui. Napaki yeah. <laughs> Kukiuliza, hata mwenyeji anasema yeye hajui. Ina maana hizo tiketi zinagaiwa vipi? Haya mambo haya haya mambo mimi minaona kuna utaratibu fulani kama wanakuwa mfano, mfano. Yeah. Kusanya wale vijana pale, Ubungo, pale. Ubungo a darajani kizuri sana. Mimi nampongeza Saidi Saidi kafanya kitu kikubwa sana kuchukua vijana ambao anajua kabisa wanaishi katika mazingira magumu, hey. fedha zao au kipato chao kidogo mm. Kwa hiyo akaamua kuwakusanya na kutambua mm. mchango uh, lakini pia kutambua yale ambayo wanapitia kama changamoto kwenye maisha na kwenda kuwapa futari na kufutari nao kwa pamoja bila kubagua wala sio peke yake. Said Said alikuwa na yaani wenzake pia Gio. Kwa pamoja wameenda wote kufuturisha hao vijana. Kwa hiyo shout za nguvu sana kwa Said Said mm. Bila kusahau eh, Oz na yeye eh, na yeye alifanya jambo jema, alikuwa na mambo ya kadri nasema Said Saidi kwa sababu yeah. ni Mtanzania pekee ambaye ana picha na rais afu imekaa kwenye bango kwa hiyo, eh. Eh, kwa hiyo, hey. katumia kama chansi, hey. ya kuonyesha kama kurudisha shukrani, eh, shukrani za dhati kwa mheshimiwa rais lakini pia shukrani za dhati kwa wananchi ambao wamempa sapoti mpaka leo. Wamekuwa msanii mkubwa wa komedi wa jukwani komedian mkubwa kabisa, stand up komedian mzuri kabisa so shukrani tuza nguvu kwake. Bana naendelea so... na moyo huo, na wengine wasanii wengine wajifunze yeah, wajifunze kupitia au wengine mm, unajua na mbevu, ukitenda kosa sio kosa, ila kurudia. Kurudia kosa ndio kosa. Kosa. Kwa hiyo tuna tunatumaini mwaka ujao mm, na Ramadhani nayo kuja, inshallah baso wabadilike. Wabadilike. Stali kweli sio ya ubaguzi. Siku hata usitangaza unafutulisha wapi, ukapita tu sehemu kwa kuta unajua, hapa hii sehemu hiyo labda uwaga nakawa mama ambao fanya kazi labda sehemu mm. fulani, kila anayetoka bana ish, ish. Unawapa. Unawapa, eh. eh. mtaki kula ushibe eh, pale ni unaonja tu natia mm. tu kama suna basi, no, no, no. Hey. watu wanarizika, unamfutarisha mtu ambaye kwenye, kwenye kwenye jokofu lake kufrija na mavyakula tangu wiki nzima na vingine mpaka anashindwa kuvila. Sasa, unakuja kumlisha tena. Tena anafika na pale anachagua na kula vili vitatu wakati e, kuna mtu yeye akija anapita meza nzima mwanzo mpaka mwisho. Anajua kwa kila hali tena. Mimi sio nilikosaje futari mimi. Wapi? Jana. Ah. Jana sio futari tu hata viti bwana. Ah Unaongelea ftari jana hey? nilikuwa kuchukua chakula chako hey, kikaa hivi kwenye meza pale kwenye mm. kiti mm. ukifanya mistake moja tu, ngoja nikachukue, nika tishu au soda, nimesaa, ukirudi unakuta sani yako pembeni, mtu kashakaa bwana, bwana, bwana, hasa kujiuliza kwa nini walitandika kama tupo msikitini, kwani walitandika chini Ha? Ilikuwepo mazulia pale wameweka chini mikeka nini na ule mvumvuo. Ah, sasa sikujua muda huo, lakini kwa ile usiku ile mm. ilikuwepo. Kwa hiyo ukiona viti vimejaa, unajiongeza unakunja zako miguu chini eh, ila tujipangeni jamani ha, haya mambo haya achana nayo a mm. umesahau sahani zilisha kao, unasubilia watu wamalize kula uchukue sahani uoshe upate ha? Ha. Ana, unajua mimi nimekosa vitu vingi jana eh, ah, mimi sasa ndo nilikwepo yaani sahani zimeisha waulika ka... oh, oh, mimi si nikuwa mbele kule VIP unaangalia, hey, ah! vizuri <laughs> ni kwanza <laughs> nilikuwa na zoom kwanza mm. lazima ukae VIP uangalie huduma ipoje ipoje, halafu mm -hmm. unarudi nyuma mm. unaangalia huduma. Kwa nini ngaja kuta VIP wanatumia sahani za udongo alafu huku nyuma makaratasi hey? <laughs> Jamani. <laughs> Weo, hunato, dogu, unato, <tuhi> <tuhi> uh, kwa hiyo kuna watu wanatumia udogo na sasa, kitu chengine nilichokuja kushangaa. Nahisi kwamba sijajua idadi yake ilikuwa ni ndogo au ilikuwa hmm. kubwa. Kwa sababu kwa uchunguzi wangu kulikuwa wale wa mwanzo unapata vitu hmm. <tuhi> <tuhi> ni sana inajaa kukunusu, ni ile sana inajaa. Muda ulipozidi kwenda. Kuna watu wanakula tambi. Najiuliza afu tambi zenyewe sasa <tuhi> uh, uh. zimejaa wakati raundi ya kwanza mm. tambi kidogo Yani, nyama renani tambi mnipe mimi. <laughs> Ndo hiyo nyama renani tambi mnipe mimi. <laughs> Na maraki sahizi, watu asubuhi wanasumbuka na matumbo ya gesi. <laughs> Maji mengi maji kibao e, yani na soda kibao mpaka watu wakabeba kwenye mikoba nyumbani, bwana hizo, mm. <laughs> e, <bale>. <laughs> Tunafanya kidogo ku, ku, eh, kuna e, izi, na kidogo na kuchagiza kwausianana hizi iftari ambazo zimefanywa na, e. na wasanii wakubwa hapa Tanzania na pamoja na Ali Kiba wote e. amehusishwa kwenye eh, kuandaa hizi iftar pale Wasafi yeah. pamoja na Crown E, pia una maoni yako unaweza andika, eh, maoni yako hapo juu ya iftari, nani alitisha zaidi? Eh, nani eh, alimzidi mwenzake kwenye <laughs> kwenye chakula? Kujaza watu maandalizi e, eh, lazima tuweze kuandika hapo, nani alitisha zaidi, mm -hmm, kufanya hivyo. Lakini pia unaamini nani alikuwa sahihi kwenye iftari yake? Nani alimaanisha ali, ali, ali, ali e, iftari kweli, na nani iftari yake ilikuwa tamu? Mm. Nani ilikuwa ina kasoro kasoro? Yeah. Unajua vitu wanasema hivi, mchele mmoja, mapishi eh tofauti. E. E. E, unaweza kupika pilau, ungepika ubwabwa So hivyo unaweza atika komenti yako bana, sisi tuna sign out hapa, ni 69 media tv. Fika pale YouTube subscribe, yeah. kujenza na makengele like, comment na kushare kwa wingi sana, kwa, kwa taarifa zetu. Fika pale Instagram, uh, follow account yetu Instagram 69 media tv, Facebook 69 media tv, TikTok 69 media tv, by the name of Ali Adam 13 it's the only one. pipipi ciao